Kauli mbiu yetu ya mwaka huu kwamba kidijitali tunaweza. Mfuko unajivunia kwa, kwa hatua kubwa uliofikia ya matumizi ya TEHAMA ambayo yamerahisisha sana utoaji wa huduma kulingana na kazi ya e, ukoaji wa teknolojia duniani. Mfuko kwa upande wa ajiri umewezesha kulipa michango yao moja kwa moja kwa kutumia lango la waajiri na kurea poto ambapo waajiri wanaweza kujihudumia kwa kuwasilisha michango yao na kupata risiti za uchangiaji na pia kuendelea kuona mchango wa wafanyakazi wao bila kufika kwenye ofisi zetu. Kwa kupitia mfumo huu pia, mwajiri anaweza kuona malimbikizo yake ya michango na kuweza kupata namba ya malipo control number pasipo kulazimika kufika katika tawi la NSSF na hii imesaidia kuokoa muda wa uzalishaji wa wajibu. Pia mfuko umewezesha wanachama kufungua mafao mbalimbali kwa njia ya mtandao online claim lodge. Inatoa fursa kwa wanachama wetu waliopo mbali na matawi yetu kuweza kufungua madai yao mahali popote walipo na hatimaye kulipa mafao yao kwa mujibu wa sheria na kanuni za ulipaji wa mafao. Lakini zaidi kwako, mheshimiwa mgeni wetu rasmi, tunafahamu kabisa unayo majukumu mengi sana na hasa katika kipindi hiki, lakini kwa kuthamini umuhimu wa semina hii umeweza kufika hapa leo kwa ajili ya kujumuika na sisi. Tunakushukuru sana, mheshimiwa mgeni wetu rasmi. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, utakumbuka kwamba NSSF katika mwaka F 2018 ilifanya maboresho kwenye sheria yake, na tukapewa dhumuni la kuhudumia pia wale wananchi waliojiajiri wenyewe. Nipende tu kukufahamisha kwamba kwenye eneo hili mfuko umepiga hatua kubwa sana, na tulikuja na kampeni inaitwa NSSF Ustawa mchezo awamu ya kwanza. Sasa hivi tuna awamu ya pili, NSSF Ustawa mchezo paka rangi, na lengo ni kuwafikia wale wananchi walio wengi ambao wameajiajiri wenyewe. Lakini pia sekta binafsi imeendelea kukua kwa kasi. Sekta binafsi hii inavyoendelea kukua imetusaidia sana sisi kama NSSF kuandikisha wanachama wengi, kukusanya michango kutoka kwa waajiri, lakini pia mfuko umeendelea kukua kwa kasi. Wito wangu kwa NSSF kama ambavyo mmefanya hapa leo, mmewakusanya waajiri kutoka katika maeneo mbalimbali, mmewaita kwa ajili ya kuwapa elimu wadau waajiri wetu katika maeneo haya ya mkoa wetu wa Mwanza, nitumie fursa hii kuwaomba tena NSSF msiishie kwa siku ya leo peke yake, Endeleeni tena kufanya mafunzo ya mara kwa mara kwa waajiri hawa. Moja ya changamoto nimeelezwa katika napofuatilia changamoto za NSSF ni kwamba baadhi ya waajiri kutopeleka fedha hii michango kwa wakati, na kwa kuwa tumekutana hapa leo na mimi nimekuja, naomba nichukue nafasi kuwaomba waajiri wote kabisa, naomba muajiri watu kwa kuzingatia sheria kama mfanyakazi anatakiwa kupelekewa fedha zake NSSF ikiwa ni akiba yake, tupeleke kwa mujibu wa sheria. Sheria inataka tupeleke kila mwezi. Sheria inataka kila mwezi, mwajiri, unapomkata kwenye mshahara wake hakikisha unapeleka. Sasa kuna baadhi ya changamoto, baadhi ya waajiri wanazikata zile fedha lakini hawazipeleki NSSF kwa wakati. Na hata wanapokuja wakati mwingine kwangu, nakuta kabisa hela iliondoka kutupitia payslip yake, lakini NSSF haijafika. Lakini baadhi ya waajiri hata kuwashawishi wafanyakazi wajiunge na mfuko wa NSSF. Anampa hela yote, hela gafi yote anampatia. Na siku ya siku akiacha kazi, unakuta tena narudi kwa mwajiri kwamba hakunipa haki zangu. Alikuwa anakula kila kitu, anakula mpaka na mtaji. Lakini nimeambiwa pia kwenye baadhi ya wafanyakazi kutowapa mikataba ya ajira. Na kwenye ni changamoto, ataeleza vizuri sana mama wa kazi yuko hapa. Lakini baadhi ya maeneo hata anapoacha kazi, ili NSSF achukue hatua za kumlipa malimbikisha nani kilo alichomwekea, ameondoka kienyeji, hata barua ana nadhani. Ndio ndio watu unayokutana nayo huko. Osemwe, tunakuja wapi? Tunakuja pale ambapo mfanyakazi anapoanza rasmi historia ya maisha yake ya kufanya kazi, ya tayari ameshaajiriwa, kuna mahusiano mwadili na mwajiri na mwajiri. Pale inapotokea mgogoro wa kiajira, ndio sisi semwe tunahusika, yani mahakama eneo hili na utatuzi wa mgogoro ya kazi na kuna migogoro ya aina mbili: kuna migogoro ya haki na migogoro ya kimaslahi. Kwa hiyo kwa kwa sisi tunashughulika kwa kubwa, ambao naweza kuwasisitiza, na miongoni mwa uh, kesi tunazozipata sehemu hii, wafanyakazi wa kijaza bali na staiki zao, pia a kunapokea hata madai ya yani, NSSF. Kwa hiyo hiyo pia ni changamoto kubwa ambayo waajiri inabidi mpike sehemu kujitahidi kuendana na sheria na utaratibu katika kuwekea NSSF zao kwa wakati, kuepuka na kupunguza hiyo migogoro. Tunapokea sana. Yaani, mtu akidai ya haki zake zingine, NSSF lazima utakuta ni sehemu ya dai. Kwa hiyo tunampa utaratibu, tunamuelekeza namna ya kupata stakes zake za NSSF kwa sababu ni makosa ya kijinai, basi anaendelea na, na utaratibu mwingine. Lakini ni malalamiko mengi pia ambayo miongoni mwa sisi tunapokea, tunapokea malipo ya NSSF. Kwa kikubwa nachoweza kuwaambia waajiri, tuzingatie haki na utaratibu katika mahusiano ya kiajili, lakini pia kwa wafanyakazi, nao wana wajibu wa kutii sheria na nidhamu mahali pa kazi. Kipengele cha kufungua madai online, lakini pili katika kipengele cha kufanya malipo online. Mfumo huu wa online kwa sisi waajiri ambao tumeanza kuutumia, tumeuona unatija sana, kwa sababu zile taratibu tulizokuwa tunatakiwa tufike ni sefu tuwasilishe malipo waanze kuingiza michango kwa wafanyakazi, hatimaye ukija kuangalia statement unaweza kukuta michango haijaingia. Ukishalipa, ukiingia online, unaona michango yote kwa wafanyakazi imewasilishwa kwenye huu mfumo. Tumerahisika kwa kupata huduma nyingi ambazo zilikuwa kwa kweli zinatupotezea muda na usumbufu pia, au kujieleza sana kwa wafanyakazi. Lakini sasa hivi kila mfanyakazi anaona huduma zake mwenyewe, anajihudumia yeye mwenyewe, na sisi pia maeciara tunaweza kufanya kazi zetu vizuri ikiwa ni pamoja na kutengeneza control number kusajili kwa hilo, tunawashukuru sana, lakini uh, pia the efficiency ya system ambayo unayo ukikombea na zile system zili zilizopita, ile uh, mayo, lakini pia pet NSSF portal portal ya sasa hivi kwa tulio ishatumia, tunaona namna mambo yanatiririka unaona vitu